Zile asilimia kwa mfano, tuna, tuna mtandao wa Vodacom asilimia 31.9, Airtel asilimia 23, Halotel asilimia 14, mtandao wa Yas ambao zamani ulikuwa unaitwa Tigo asilimia 28.5, kwa mjibu wa hizi, hizi laini laini milioni 90 unazigawana kutoka uduma, kwa unatoa huduma, kwa hiyo unapata kila mtu ana market share kiasi gani, na kwa sababu utaona kwamba soko letu katika ushindani uh, ni karibia wana lingana, huyu ana ishirini na nane huyu ana thelathini huyu ana ishirini na tatu na kwa matukio ni kwamba uh, inaonyesha uh, ushindani mzuri, hakuna mtu ambaye yuko dominant. Uh, kwa hiyo yupo uh, mtu ambaye anaweza kusema kwamba mimi naweza nika, nika dictate prices uh, gharama ziwe vipi uh, kwa sababu ana uh, ushindani ambao ukifanya hivi then huku, uh, naye atatea watahama, basically uh, kwa hiyo ambayo inaashiria kwamba soko letu iko vizuri in terms of ushindani competition, na, na kitu ambacho ni kizuri sana.